Habari kwa majina, naitwa e, n. Leo tunaendelea na stori yetu kali ya kusisimua ya binti yetu anaitwa Neema, na Neema natuambia, mimi nimezaliwa najikuta katika familia nzuri sana, familia yenye uwezo na familia ambayo ina amani. Lakini siku moja amani hii ilipotea, sijajua nini kilitokea. Baba alimpiga sana mama na mama alichukua kipochi na kukimbia. Sikujua ameenda kulala wapi, lakini siku hii ambayo mama alikuwa amekimbia ni siku ambayo baba angu mimi alikuja chumbani kwangu, alikuja na kuniambia mamako amekimbia, hivyo yakaa ufanye majukumu ambayo mamako huwa anafanya. Nikamwambia baba, unaongea nini? Kwa sababu mimi hicho nachoongea mimi sielewi baba, sikia, kwa sababu mimi. Akaniambia utaelewa leo baba. Siku hiyo alikuwa amekasirika sana, nikasema baba, naomba utoke nje, mimi nifunge mlango. Akaniambia baba, kwa hiyo wewe unanifukuza ndani kwangu? unajua kama hizi mali zote ni za kwangu hivyo wewe unakuwa hapa ulishai kuleta hata kijiko huko ndani afu natukwambia vitu, unaniambia nitoke nje, nataka ufunge mlango? Nitakutimua nje kama mama yako nilivyomtimua. Ibidi nyamaze kimya. Baba yangu alisimama kwa muda mrefu, alikata jicho sana, baadaye akaondoka. Alipoondoka baba, mimi nirudishia mlango na nilikopiga na kisimu kidogo e, kisimu kidogo nikampigia mama. Api, mama uko wapi mama? Akasema wewe lala mwanangu, kesho mimi nitakuja, nipo hapa jirani. Nikamwambia sawa lakini kumbe muda ule, wakati mimi nampigia simu mama, baba hakuwa ameenda mbali, alikuwa kwenye mlango kabisa. Akasukuma ule mlango akaingia ndani, na ndipo alipokuja kuchukua ile simu. Alichukua simu yangu akaniambia, hii simu nilikunulia mwenyewe, lakini naona matumizi yake unakosea lakini sikuelewa kwa nini baba amekuwa hivi, kwa sababu mimi tangu nakuwa baba yangu hajajaribu kunipiga hata kofi. wala hata kunisonya, baba hajawahi, wala kunikatia, hajawahi. Lakini hii siku alikuwa baba yuko tofauti sana, na katika maongezi nimemsikia mama alikuwa anasema hayo, na yatumia yatakutokea puani, maana akili zako wewe sasa hivi zinaloka, kwa sababu si mume wangu yule ambaye nakujua wewe, umebadilika sana. Lakini baba alikuwa akiendelea kumgombeza tu mama na kumpiga kwa hiyo Baba alichukua simu akaiweka mfukoni mwake na akasema, nilishakwambia jambo sijui kama umeshajiandaa kwa ajili. Nikamwambia jambo gani baba? Akaniambia nimekwambia mama yako kaondoka, ameniacha na wewe, kwa hiyo niwewe kama nani uniambia mi niende kali. Kwa hiyo mimi sijui kama natakiwa nilale au natakiwa nisilale, hivu wewe unafanana mimi umri. Kwa hiyo baba alikuwa anaongea tu maneno makali na, na kufoka sana, alafu anaongea sentensi ambazo hata sijawahi kumsikia akiniongelesha hivyo. Kwa hiyo baba alikuja na alikaa pembeni yangu, aliniambia, naomba ufanye kila kitu kabla sijakulazimisha kufanya jambo lolote baya. Nikaambia baba nifanye nini? Alinipiga kofi akanaambia, kwani mimi naongea na kiziwi au tahira? Wewe sio na akili timamu? Ina maana maaselewa ni nini nimekwambia vua nguo? Yani e, baba niyatamka neno gumu hivyo hivyo, nimekwambia vua nguo. Nikanambia baba, siwezi kuvua nguo mbele zako. Akanambia uwezi kuvua nguo mbele zangu, haya sawa, sibuhi nitakuvua mwenyewe. Baba alitoka nje. Nikasielewe, kasema nika nika, baba ngeniachia hii simu, ningempigia simu mama, nimwelekeze baba naongea vitendo ambavyo mimi sivielewe, nataka vitu ambavyo sivijui. Lakini baba huyu alienda, alikaa mda, alikaa mda hadi nikapitiwa na usingizi, alikuwa hajarudi. lakini usiku siku kidogo kama mida ya saa nne, saa tano, baba huyu niliona mlango umefunguliwa, akawa amekuja. Na bahati mbaya kwenye chumba changu mimi kulikuwa hakuna ile loki, yani kifuki, nini, nataka komeo kwa ndani hakuna kwa hiyo, fungo kwa, kwa hiyo ulikuwa kuogopa, nilikuwa na hofu eh sana. Nilala na nguo, alirudi nika, okay, alikuwa na, na kamba kamba hizi za kuanikia nguo za nje, kamba alichukua zile kamba akanifunga mikono na alitoa nguo ambazo nilikuwa nimevaa, alitoa hadi nguo za ndani zote, mimi niibaki mtupu kama nilivyozaliwa, nikabaki na shanga. Namwambia, baba, kwa nini unafanya hivi? Ananiambia, wewe nyamaza kimya, mimi ndo ninaelewa. Kwa hiyo baba alianza kunifanyia vitendo viovu kwenye mwili wangu na alinifanyia vitendo viovu, na baba naweza nikamwelezea kwenye wale wanaume ambao hawaeleweki, yaani ni wabaya, naweza nikasema hivyo kwa sababu mwili wangu mimi naye tukawa tuendani, lakini babangu hakuwa yuko kwenye, sijui ninashtaa, nielezeje, lakini babangu naweza nikasema ni mbaya kwangu, mimi ni mbaya Hivyo walifanya vitu vibaya ambavyo havikuwa sahihi. Hata kama mtu anamfanyia kitendo kiovu, basi fanyie katika njia ile ambayo ni sahihi, lakini baba yangu hakuwa anafanya katika njia sahihi na alikuwa yuko e, alikuwa anafanya vitu kwa u, vibaya. Hivyo naweza nikaeleweka hivyo. Labda basi, baba baada ya kufanya hili jambo usiku huu, aliweza kuondoka kwenda kulala chumbani kwake na mimi sikuweza kulala, nilikaa mpaka asubuhi chini ya kitanda. Asubuhi ilivyofika, nikaa nafikiria nisiende shule, lakini kwa sababu wanafata na skurubasi yetu ilipiga sana kelele pale, na baba ndipo alipoamka, kaniambia, ina maana usikii kama unapigiwa kelele? Embu amka uende shule. Nikawambia sijajiandaa bado, akaniambia, naomba uvae nguo uende shule. Kwa hiyo niliingia haraka haraka nikajimwagia tu maji harakaraka, nikavaa nguo. siku basi kwa nasubiriaga, huyo anko alikuwa naheshimiana sana na baba, kwa hiyo alishindwa kuondoka kwa kuniacha. Kwa hiyo alisimama hadi mimi nilipomaliza kuvaa nguo harakaraka, nikaenda shule. Nilienda shule, nilikuwa niko nimezoofu sana. Mwalimu wangu mmoja aliniuliza wewe, leo hauko sawa, kwa sababu mimi shule nipo kama kiongozi. Nikamwambia mwalimu, mimi sipo sawa kweli, kuna vitu haviko sawa. Akaniambia niambie mwanangu, una tatizo gani? Sikusema rafiki zangu pia waliniambia, lakini nao pia sikusema. Jioni nirudi nyumbani, nilivyorudi nyumbani sikumkuta mama, sikumkuta mama. Nilitafuta chochote kitu kwenye friji, kila kitu kipo. Nilipika na nikaa na nikaacha kidogo, sema mama kirudi pia naye atakula. Lakini hii siku pia mama akurudi. Nilienda kwa jirani nikampigia simu mama, nikamwambia mama, mbona urudi? Akasema, mwanangu, mimi sirudi hapo kwa sababu siwezi kurudi. Nikamwambia mama, usifanye hivyo. Kweli siwezi kurudi hapo, kurudi kuna sehemu natakiwa ufike uje nikomboe, lakini haikuwa kikubwa hivyo lakini mama anasema yeye inatosha. Kwa hiyo alinatengeneza kiakili kwamba nielewe kwamba mimi niko mwenyewe. Kwa kweli, kwa siku hii nililia sana, sikutaka hata kusema. Kesho nitaenda shule, nilisema nitaenda kutafuta mama alipo niende. Lakini baba John alirudi, na baada ya kurudi, alikuja mpaka chumbani kwangu akaniambia, wewe umepika makorokoro yako hapa afu ujaweka mezani, kwani ujaweka mezani? Kwahiyo baba alianza kunifokea mimi, nikaanza kulia, akaniambia unalia, unalia ukiona unanyanyasika hapa ndani ondoka, naye pia sio lazima uwepo hapa kama naona mama yako alivyoondoka, naona unataka kuondoka vilevile. Sawa, ewe kama naona mimi nanyanyasika, naondoka. Baba alichukua kile chakula ambacho alikibakiza akakionja tu, akakiachana nacho akaondoka. Nikaenda kulala. Ile siku mimi sikuweza kulala kabisa. Asubuhi nienda shule, mwalimu wangu kama kawaida aliniuliza, wewe una shida gani? Nikaambia sina shida yoyote, kwa sababu nilikuwa nasinzia, pia sikuweza kulala usiku. Akaniambia kuna shida, naomba namba ya mzazi, na mimi nimpa namba ya mama, nitaka labda akiongea na mama tayari wazi namna anavyojisikia. Alipiga simu kwa mama. Mama, alimwambia naomba unisaidie tu, kuna shida kidogo imetokea, naona anashindwa kukubaliana na hali, naomba saidie kumfanya mtoto awe iko salama. Kwa hiyo huyu mwalimu alianza kuongea na mimi sana sana sana, alikuwa anachukua mchana, tunaenda kula na mwalimu, alikuwa ni wa kiume, alikuwa naenda tunakula kila kitu, yani anafanya ile kwa ajili yangu sababu mama akamkabidhi kwamba afanye juu mimi niwe sawa. Baada ya kama wiki kuendelea hivyo, bado sikuwa sawa kabisa, nilianza kumuumwa, e, nilianza kumauma soma za hapa na pale. Nikimwambia baba ananiambia pige simu mama akumwambia aje akupeleke au kama hospitali, nakujua hela hiyo hapo, unaweza kaenda hospitali lakini siku moja baba alirudi nikamwambia baba mimi najisikia sana homa. Akaniambia nenda hospitali, nikamwambia sijaenda. Lakini siku baba alirudi iko tofauti sana, si yule baba ambaye alikuwa, alikuwa amebadilika, alikuwa ni mkali kama mbogo. Alikuwa akiniambia sasa kama naumwa unipigie simu nije nikupeleke. Na wakati aliacha hela akisema mimi nikiona naumwa zaidi nitaenda hospitali, na hospitali nazijua. Lakini hapa aliniambia kwa nini sijampigia aje anipeleke. Nikamwambia baba hata simu mimi sina. Akaniambia ah, mbele simu ichukua Sawa, nitakuletea simu nyingine. Lakini alinichukua akanipeleka hospitali, wakapima, akasema nina malaria, nina typhoid na vitu vingi vingi tu. Kwa hiyo nilipewa dawa na akasema pia nipunguze mawazo, nimedhoofu sana, nahitaji muda mwingi wa kupumzika. Na baba aliniuliza, nivorudi kwani wewe urali? Nikaambia baba mimi nalala. Akasema kwa nini mambo ao, nataka kupumzika. Nikaambia baba mimi sijue. Kaniambia namba jitahidi uweze kulala. Kwa hiyo nilipewa dawa, aliweka kila kitu sawa. Siku hizi baba alikuwa ni kama baba wa siku zote wa miaka yote, alikuwa ni baba ambaye asubuhi atoke anakuja kunigongea, mpaka najiuliza lile tukio lilitokea kwa bahati mbaya ama alizalimilia au kweli kuna vitu ambavyo baba anavitumia kama mama alivyokuwa anasema, mbona naonekana kama yuko tofauti. Lakini haikuchukua mda, alisema nitakufanya mchakato aje mtu msaidizi wako, naona una labda unazofu, kwa sababu hauli chakula ambacho kinaeleweka kweli. Baada ya kukaa kama siku kadhaa alikuja mama mnene sana. Huyu mama alikuwa ni mnene na ni mama wa mjini. Alikuja akasema, baba huyu mama utakuwa naye hapa. Nikamuuliza kama mfanya kazi ama kama nani. Akaniambia, kwa nini umeniuliza hivyo? Nikamwambia nataka tukujua. Akaniambia vyovyote utakavyomwita sawa, ukimwita mama sawa, ukimuita mfanya kazi sawa. Tulianza kuishi na huyu mama, lakini huyu mama alikuwa anipikia chakula. Huyu mama alikuwa afanyi kitu chochote kile Alikuwa baba asubuhi akiwa bado yupo anajifanya anafanya kazi, anafanya kazi, lakini baba ile tu akiondoka, yeye afanye kazi tena. Na bahati nzuri hata mimi nilikuwa ninaondoka kwenda zangu shule, utarudi pale alipoishia wakati baba yupo pako vile vile. Sijawahi kusafisha hata chumbani kwangu, hajawahi kuingia chumba, chumba chochote kile cha kwenda kusafisha, zaidi ya chumba cha baba. Chumbani kwa baba kunang'aa sana, lakini vyumba vingine afanye usafi, yani nafanya pale ambapo tu baba huwa anapita, hasa dining na sehemu ya kulia chakula pamoja na kodoni kwenda chumbani kwa baba. Basi na chumbani kwa baba kwenye sehemu nyingine alikuwa afanye chochote kile. Lakini mwisho wa siku baba alikuja akagundua akasema nyumba yangu ina vumbi. Nyumba iko ina vumbi, napiga sana chafya chafya. Kwa hiyo alimwambia kwamba nyumba ina vumbi, mimi napiga chafya, na maana ndani uchafu umezidi. Kama imekushinda, ninaomba unaweza ukaniambia ili nitafute mtu anaweza aka anafanya usafi na kuondoka lakini mama alisema hapana. Lakini siku aliyoambiwa, mimi kesho yake ilikuwa ni siku ya weekend ya Jumamosi, ambayo shule siendi. Lakini siku hiyo baba aliamka, yeye anaenda kazini. Huyu mama alisema mimi nisafishe ile nyumba kama tunavyosafishaga, hata babangu akirudi asione ile vumbi. Na mimi nimwambia siwezi kusafisha sababu wewe umeajiriwa hapa. Akasema nani alikwambia mimi nimeajiriwa? Mimi ni mama yako mdogo kwa taifa yako, mimi sijaajiriwa hapa. Sasa kama unasafisha ama usafishi, niambie. Kwamba mimi siwezi kusafisha. Huyu mama siku hiyo alinipiga sana. Yani alinipiga mpaka nishangaa, huyu anapataje uzazi? Sio kunipiga mimi lakini alinipiga alinipiga alinipiga kweli kweli, na baada ya kunipiga mimi nienda nani, nikalala nilivolala, jioni baba alirudi, alivorudi nienda nimshtakia baba. nikamwambia Baba, huyu mama amenipiga sana, mimi leo aniambia nisafishe nyumba. Baba alienda mbio sana, akamwambia kwa nini nampiga mwanangu, akanambia, wewe sasa hivi mbona umebadilika sana, mbona umekuwa kama sio yule mtu ambaye mimi nilikuwa namtegemea na hii siku mama sikuona amerudi kwenye sehemu ambako analalaga kabisa. Amerudi yule baba mbaye alikuwa katikati kabisa, tizama ai kama binti yake ah. Nimwona amerudi kama yule baba wa mwanzo na hii siku ilikuwa ni siku ya Jumapili. Baba alisema mjiandae, baadaye tutaenda baharini, twende tukatembee, au mnataka kwenda wapi? Mimi nikamwambia sitaki kwenda kokote, ananiambia kama hutaki sio lazima, taenda na mama yako mdogo. Yani ananitamkia rasmi kwamba yule, sasa mimi na mamangu mdogo ni baba. Alitoka akasema mama mdogo alisema, mimi siwezi kutoka na wewe kwa sababu tangu nimefika hapa huja nifanya chochote cha maana. Sina nguo za kuendana kwenye nyumba, sina chochote ambacho naendana nacho katika hii nyumba, na uliniahidi vitu vingine. Umefika hapo umenifanya naishi kama mtu mwingine, yani mimi umegeuza nia sigeri wako. Na msikia mama mdogo anaongea tena mbele yangu, baba alitoka nje akawasha gari, naona alienda kufanya shopping ya mama mdogo. Baada ya kutoka, mama mdogo aliingia chumbani kwa baba. Alivyoingia chumbani kwa baba alikuwa anaongea na simu alikuwa anaongea na, na simu na kama anampa umbea mtu, nika, nika, na na kasikiza anaongea nini. Kwa hiyo alinilisikia maneno haya, akiwa anamwambia shogangu, mimi sasa hivi ni mama mjengo. Shogangu, mimi sasa hivi nipo kwenye hilo jumba, mambo yanafanya kazi kitanda. Umezoea tano kwa sita, nakwambia nane kwa nane Ushay, tanda tanda shoga, hivi unajua mazingira niliokuwa huko, yani, mama mdogo anaongea, shoga, naishi kama niko mbinguni, jumba ni kubwa he, wafanya kazi kila sehemu. Mama mdogo ni mwongo, hamna mfanya kazi, mwenye mwenyewe ndo anafanya kazi, ama mimi hapa nalazimisha nifanye kazi, lakini hapa namwambia huyu mwenzie kwamba kila sehemu ametanda, ame, amewekwa na afanya kazi. Na huyu mwenzie alimwambia, naweza nikaja. Akasema, shoga, sasa hivi katoka, sasa sijui kama anaanza ukija hapa sasa hivi anaanza, akaja akafanyaje, akakufuma humo ndani. Mimi nafikiri ufanye kesho uje, eh, kesho ataenda kazini, jumatatu utakuja kesho. Akaambia sasa, akasema kwa hiyo hela unayo? Mwenzi anamuuliza hela unayo? Akaambia sasa hivi hela zimelala, sasa hivi ninavyokuambia, jana tu yenyewe, jana peke yake nimepewa 1 million kama ujui, nimewekewa nimewe, zipo sehemu hapo kabatini zinaniangalia. mtoto wa kike Kwahiyo nikawa nasema sasa, huyu mbona simwelewi. Ina maana baba alikuwa na mawasiliano na huyu mtu, au huyu mtu alikuwa anamviziaga baba tangu zamani, sijui, kwa sababu vitu anavyoongea sivielewi. Lakini pia huyu mtu aliuliza, alimwambia, kwa hiyo wewe saa hivi ni mama mjengo. Na yule mtu arudi tena, anamwambia kaaba, arudi wapi? hakuna mawasiliano wala chochote na hicho kitoto chake ambacho kipo hapa ndani, yaani muda wote kinaweza kikaondoka, kwa sababu jana shughuli ambayo nimefanya jana nimemaliza, na unakumbuka mtaalamu alisemaga ile siku atakapojichanganya basi ameisha. Unajua tokeo limeamia pale kwaja nigusa, yaani ilikuwa analazimisha, anakuja anamsumbua usiku, alikuwa hataki, sijui hata huyu mwanamke mwenyewe huko alikuwa anahangaika. Umeona, yaani mtu anaongea hivyo. Kwa hiyo nikasema kwa huyu mama mdogo, kuna vitu anavifanya kwa baba angu ili amsahau mama angu Subiri, mimi nitakula naye sahani moja. Na mimi nilikaa kwa akili, nikasema nitahakikisha mama mdogo humu ndani hakai. Basi baba alirudi, na kweli alileta begi nzima lina nguo nzuri tu, na mi najuaga mimi na baba na mama huwa tunaendaga watu kununua. Kwa hiyo baba alienda sehemu ambayo nanuaga nguo, ni sehemu ya kifahari, kuna nguo chini ya laki moja na nusu haipo. Kwa hiyo alienda alizoa begi nzima, zina mabegi ale makubwa, alimletea mama mdogo hapa na mama mdogo akasema, sasa hapa ndo naenda nawe, nichagulie nivae ipi? Baba alimchagulia nguo nzuri sana, suruali nzuri na shati, akavaa akasema, tutoke. Mimi niligoma kutoka. Nicho kifanya, nilianza kupekua kwenye mabegi ya mama mdogo, na kweli nilikuta madawa mengi sana. Wao wameenda kutembea huko, kula na baba alisema, kama utaki kaa hapo, mimi nitakuletea zawadi. Kwa hiyo mimi nilikaa nikaanza kupekua, nilibeba yale madawa yote ya mama mdogo nikaenda nje nikachoma, nikachoma nje nikachukua chukua vitu ambavyo vilikuwa, na kweli nilikuta kulikuwa kuna milioni moja ya mama mdogo. Kumbe alipewa kweli hela na baba usiku wake ule, milioni moja. Nilichukua ile hela nikaenda kwa jirani, nikampigia simu mama, nikamtumia ile hela mama. Mama aliniuliza umeitoa wapi mwanangu? Nikamwambia mama, usiniulize sasa hivi, nimeamua kuingia rasmi kwenye vita na baba. Akasema kwa nini unaongea hivi? Nikamwambia sasa hivi tunaishi na mtu ambaye ni mama mdogo kwa hiyo mama, niache hiyo kazi, nakupa miezi nitakuwa nishakurudisha humu ndani. Mama alisema sawa mwanangu, nakutegemea. Mi mwenyewe najua hiyo sio akili ya baba yako, hivyo vitu vilishaanza muda mrefu sana lakini ime, naona imekuwa na nguvu sana ndio maana nimeshindwa kurudishwa, kwa sababu aku wanafanyaga hivo mara nyingi, hata mwenyewe ujui nalazaga nje lakini asubuhi kabla wewe ujaamka anahakikisha nimeingia ndani, lakini ya sasa hivi imekuwa ni nyingine kabisa. Nikaambia mama wee niache nilianza nimlazimisha baba. Baba alirudi kwanza, aliporudi aliletea zawadi, nikala vizuri, baba mwenyewe akashangaa. Nikamwambia baba, naomba niletee simu. Baba akasema sawa, kama utaendelea hivyo na hiyo tabia ya kuongea kama binadamu kawaida, mbona mimi sina shida, nitakuletea simu. Baba alileta simu kwa ajili yangu, nikaanza kuwasiliana na baba. Nilikuwa namchatisha baba, nilikuwa namchatisha baba hivyo. Nikasema kwa sababu babangu mimi nishatembea na yeye tayari, kwa hiyo haina namna, acha mimi nitembee na baba mimi najua huyu mama mdogo, na mimi atue ndani, tutakula sahani moja. Akili yangu iniambia ni heri mimi nitembee na baba yangu ili amrudishe mama, kuliko mama mdogo kuendelea kutembea na babangu ili amfukuze moja kwa moja mama. Kwa hiyo nilianza kumwambia baba mimi, kile ndo nilichofanya siku ile, kile nimekikumbuka baba. Mpaka alibaki na shangaa, akambia umekikumbukaje? Kamba ndo hivyo baba, mi natamani kufanya tena, najisikia kufanya tena, nitafanya juu chini, ni ni ni leo nitakuja kukupa unachokitaka. Baba yangu wa mzazi ananiambia hivyo, nikaambia sawa. Nilianza kuendelea na baba, niliendelea na baba, huku mimi naharibu vitu vya mama mdogo kila kunapokucha. Mama mdogo alianza kulalamika kwamba mimi nimeingia chumbani kwake nimemuibia, lakini nimwambia baba, mimi unanijua, siwezi kuiba. Na kweli baada ya kuanza mchezo mchafu na baba kidogo, baba yangu alikuwa amebadilika, yani mimi nilikuwa na nguvu kwa baba na nilimwelekezea mtu shule Eh, nimwelezea mtoto wa uh, Mswahili ni moja shule kumutu, kwa eneambi, lakini wewe ulivyokuwa mdogo sijui utavaaje mpaka kuone mkubwa, nikamwambia mimi nitavaa vyovyote vile tuvae mabaibui Alijuaje? Na mtoto wa form 4 ni elekeza ya mambo. Tukaenda, tulivyofika kule, alisema tutaje majina ya baba na mama, nitataja. Niliandika yale yote, akasoma, akasoma, nikatoa hela baadaye. Nilikuwa nimetaka kwamba mama arudi nyumbani haraka, mama mdogo aondoke mle ndani, na alichoma ubani, wakati alisema ubani mashtaka na vitu kama hivyo na vitu vingine aliniambia kwamba nikifika pale kama miunga miunga ni mwage ye mwenyewe, mama mdogo ataona ile nyumba ni ngumu. Mama mdogo nilimwaga kweli asubuhi, kwa sababu mi naamka kabla alijaamka, nilimwaga asubuhi sana. Ma mdogo jioni, nilivyorudi nikamkuta hakuna chochote kile. Nikasema niambia nitamkuta yupo, lakini niliendelea kumwaga, nika nikamwaga nikamwaga tena, lakini nilianza kushuhudia ugomvi mle ndani, baba alikuwa anampiga sana mama mdogo, na alikuwa amemwambia kwamba nahitaji tena yeye kumuona mle ndani. Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea.